E, hapa ni katika taasisi ya wanyamapori Pasiansi jijini Mwanza. Taasisi hii ni moja kati ya taasisi zinazotoa vijana walioimarika katika nyanja za uhifadhi wa wanyamapori nchini. Kwa mbali kushuhudia vijana hawa, hakuna tofauti na vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa, japo majukumu yao ni uhifadhi wa wanyamapori Licha ya taasisi hii kutoingizwa katika mfumo rasmi, lakini mafunzo yanayotolewa hapa ni kielelezo tosha kuwa wako kamili katika kulinda raia na mali zao. Tupigie makofi mengi sana. Hiyo ni moja tu, mpango mzima hapa ni kuhakikisha chuo hiki kinatoa stashahada itakayowezesha wahitimu chuoni hapa kujiunga na vyuo vikuu nchini. Kwa hiyo tunajiridhisha kwamba wana nidhamu bora, hawajihusishi na habari za madawa ya kulevya na wana uzalendo ndani yao. Wakipewa kazi leo, basi performance zao tunategemea zitakuwa ni za hali ya juu kabisa, kwa sababu wana umri mdogo, lakini wamefundishika na hawana element zote za kufanya matendo ya uhalifu. Kwa hiyo nikuhakikishie tu mgeni rasmi kwamba wanachuo hawa wako pure kabisa, tayari kwa ajili ya kuenda kwenye kufanya kazi. Kwa mara ya kwanza taasisi yetu tunaenda kuintroduce ama tunaenda kuanza kozi ya stashahada ya uhifadhi wa wanyamapori pamoja na uh, utalii. Hapo nasema diploma in wildlife management and law enforcement, ili mtu akianza basic certificate, aje technician certificate, afanye diploma basi. At least tukianza diploma basi, watakwenda kwenye level nyingine ya degree kwenye vyuo vingine. Ni hiyo tu kwa leo, kutoka hapa jijini Mwanza.